Jamani, jamani jamani, hiki ndio kile kipindi ambacho huwa sikipendi kabisa nikiwa hapa Urusi. Lakini kwa huku bana, hapa mpaka gari ije kupita ije kupita isafishe njia kama hizi za kupita kwa mguu. Lakini kinachonikela mimi bwana ni kitu kimoja, matawi yanashuka. Halafu ikishashuka mvua e, kama unavyoona mvua inaendelea kupiga sasa hivi na baridi ilipo, yani mchanganyiko fulani ambao unakuletea mazingira kama haya hapa e, sasa, unakuta naona haraka zako, lazima tu upite hapo, uweze kuzunguka ukapita njia ambayo imeshasafishwa. Kwa hiyo hiki hapa ndio kitu ambacho huwa kinanikera sana kipindi kama hiki, lakini uzuri ni kwamba huwa hakikai muda mrefu na kama muda mfupi tu kama kama wiki tatu tu hivi halafu barafu inaanza kushuka. Sasa sijajua proses gani ambayo huwa inafanyika mpaka unakuwa na kitu kama hivi, lakini kwa uelewa wangu mimi, ambao tutajaribu kufikiria kwamba kwa sababu sasa hivi tunaingia msimu wa baridi, mabarafu kusema kwa maana ya winta, kwa hiyo sasa hii mvua ambayo inatakiwa inyeshe kama kama snow kwa sasa hivi, bado baridi halijakolea sana kwa sasa. Ile mvua inapoanza kushuka, labda tuseme, angani kunakuwa na baridi sana, alafu unapofika sehemu za karibia na ardhi kunakuwa na atmosfera tofauti, namaanisha sio ya baridi kama ambayo iko juu. Kwa hiyo inapofika hapa haya maji yanayeyuka, kwayo inanyesha mvua ya kawaida natokea kitu kama hiki. Kwa hiyo hiki ndio kitu cha kwanza ambacho sikipendi kabisa, yani, sikipendi na hiki kipia, kwa sababu kama umetoka zako asubuhi na viatu vya kawaida, expect tu utakuwa unatembea kama umo kwenye bwawa, kwa sababu maji yatapenya kwenye viatu. Alafu, dawa yana kushumbua kwa, unakuwa unakosa ile comfortability ya kusema kama unatembea sehemu fulani. Kwa hiyo nilivyo zangu. Hali ya hewa inazidi kubadilika, inaelekea kwenye winter bwana, ama barafu hayo tunayasubiri kwa hamu, sababu mwanzoni huwa yanakuwa na na raha fulani hivi, inakuwa very interesting, lakini sasa barafu na yenyewe ikisha kolea vizuri, <laughs> inakuwa kitu cha ajabu sana, wengi hawapendi, lakini mwanzoni nakuwa fresh. Kwa mimi jamani, niliona leo gari la taka la taka, lakini nzuri jamaa. Kazi wanaofanya wanapiga hela sana. Hii ni hospitali, hospitali. Kwa jamani, ndugu zangu, mimi nataka tukushare na nyinyi eh, kitu kama hiki ili muweze kuona jinsi mabadiliko ya hali ya hewa yanavyozidi kuendelea kutoka kipindi kimoja kwenda kipindi kingine. Kwa jamani, eh, kwa ajili ya maudhui ambayo niliwaahidi tutakapofikisha subscribe elfu moja tutaanza kuachia maudhui yale mazuri zaidi, yani, ambayo ni very interesting nimewahidi nitakwenda kutembea Kremlin. Nitawaonyesha step, uh, step kwa step, hatua kwa hatua, tutatembea sehemu mbalimbali. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, niwaombe kama uja subscribe gonga subscribe hapo, halafu uh, like, na usiache kuacha maoni yako kwenye comment section. Karibuni uh, sana, na ninawapenda sana.